Tenda wema na uondoke, lakini kuna hali zingine inakubidi ukitenda wema na ubaki pale, ili uweze kusaidia watu wengine. Kuna kijana huyu na huyu baba, nitawawekea hapa. Nyumba yao iliungua na wazazi wake wote wakafariki, lakini kwa kipindi hicho yeye alikuwa amevichama chini ya meza. Ikabidi polisi walivyokuja, ikamuokoa yule kijana, alikuwa na miaka mitano tu, lakini mtoto yule alikuwa hana ndugu Alimshika ali, ali yule polisi akasema, wewe ndio utanipeleka, maana sitaki kwenda na watu wengine tofauti. Yule polisi alimwambia yule mtoto wa miaka mitano, sijawa tayari kuwa baba. Yule mtoto alianza kulia, lakini yule polisi ilimgusa kwa moyo wake, ikabidi ampeleke yule mtoto ili amhifadhi mahali, labda serikali itakuja kumchukua baadaye. Yule mtoto alikataa kwenda na mtu yoyote, ilibidi abaki pale na yule bwana akakubali, akamlea ule mtoto. Mtoto akafika mpaka kwanza kufata nyayo za yule aliyemlea, na navyowambia kwa sasa hivi, yule mtoto amekuwa mkubwa na wanakuwa anatumika ofisi moja na yule baba aliyomwokoa, maana na yeye alifata njia ya yule baba aliyomwokoa. Tenda wema uondoke zako, ndiyo lakini kuna wema mwingine inabidi uweki pale ili uweze kusaidia watu wengine. Asante sana, na Mungu atenda kutubariki wote, amena.